Live ambayo ameweza kuifanya mwanadada Gigy Money kupitia peji yake Instagram ya Instagram imeweza kuzua taharuki na hii ni baada ya kuongea mambo mengi ambayo pengine aliweza kuongelea hadi familia yake kwa undani kabisa. Sasa hapa aliweza kumwongelea mzazi mwenzake yani, baba wa mtoto wake ambapo aliweza kuongea sana mambo mengi. Mimi nisonge sana nitakuachia ukapata kusikiliza haya baada ya mimi kuongea maneno haya, lakini pia aliweza kuzungumzia kidogo katika harusi ya Jukes pamoja na Pris, ambayo ilifanyika huko nchini Nigeria siku chache zilizopita. Mwanadada huyu Gigy Money amefunua mengi ambayo yameweza kujificha sana. Y hapa ni Blue House mimi naitwa Daud Alexander Scott Rizzi. Na msikiliza kile ambacho ameweza kusema mwanadada huyu kupitia live ambayo aliweza kufanya kupitia mtandao wa Instagram. Ba, hapa yeye anawambia leo nimeamka, nina stress, nimelipa ada. Na bado nadaiwa, mwanangu wiki hii birthday yake. Si mnajanjia mimi mtu wa mwembe. Umeona oh, picha yote? Umeona lolote? Na mwanzo le babake sipo kana sema yule, zile ndevu ni mnyofoe ni zipike supu.

ataona kitu kwa mami, I saw something. Naishi maisha huko nje, huwa anaenda kumjaza mwanangu kama mama ake yuko vire, vire. Mama yako yuko lele lele, wewe eh not available huku, mambo ni lele lele. Yani uu, ukinielezesha na kuelemea yani ukinielezesha na kuelemea cause yo I'm a, I'm not I'm not young guys I'm 27 hivi kweli mimi ni mtoto mm? Ninajijenzisha tu, kuna muda lazima ufanye mdogo mdogo. Mabwana nao wataka tu azuma sana sasa, lakini unawaza what am I gonna do maisha mwenyewe mtu unaangaika, just imagine, nimeona kitu mimi leo. I'm really sorry to say this and I learned from things. Wajua eti lafiki best friend wa Priscilla hajaenda kwenye harusi yake, best friend shoga yake king'ang'anga. Kuna mtu anakuja tu kwenye peji yangu Gigy waist ya kona Nigeria, wewe na ada na kodi, hawana muda, hawanioni Yani, everything you make up is not for you my friend, is time losing time. Tafuta nyanya na miogo mimi, yani, hapa nimekaa nawaza jinsi gani ya kupata hela haraka haraka bila kuteseka inaonijia you <laughs> oh, you you have to remember who you are so you can work on yourself. So, mimi na bahati na risiki sana, nisiseme nisimkufuru Mungu, na bahati sana. Kuna wanawake kama mimi hawawezi kufika nilipofika, na ikitokea wamefika wanaweza kusustain. Nikikupa kitu changu dakika tano, wewe kama hujakitupa babi, unakidondosha au unakipoteza ichi dakika tano ufiki. Tumesoma wote sawa, tumesoma wote. Unalijua jina langu la kwenye attendance. Nimekuwa kidogo na jina la biashara, jina kubwa, unaanza kuita jina langu la kwenye attendance. Watu ambao walijua unajifaa unajua sana. Saki. Saki. Jina langu la biashara lishakuwa kubwa. Ndio bwana eh? Yule mfanya biashara mkubwa, yule bwana eh? Yule kumbia. Yule sina niyo, nyarugusu yule